Lani naaii kusem yeah. Namshukuru Baba wa kuweza kukubali imefika mahali hapa, uongozi wa kanisa, wazee wa kanisa na kanisa zima, muba wabariki jina yeah. Langu naitwa Fadhili Michael, nimeokoka pisa, pisa. Na mpenda Yesu pisa, pisa. Ni mtoto wa wow, Mchungaji Michael Thomas Stambala. Miaka mingi imepita na kumbuka kipindi naondoka hapa Dar es Salaam nilikuwa darasa la tatu, ndio maana hata wengine nimewasahau sau, ila siku moja nilikuwa na tamani nije hata nipone hapa, maana hii ina historia kubwa sana na maisha yetu kwa ujumla ya huduma na mingine pamoja na familia yangu nzima. Kwa kufika mahali hapa naona ni mkono wa Mungu na namshukuru Mungu sana. A e, tutaendelea na neno la Mungu ambalo Mungu amenipa niweze kushirikiana na wewe. Mwenye Biblia, fungua kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya nne mstari wa kwanza na kuendelea kusoma Asubuhi ya leo Mungu amenipa somo linalosema kurejesha utukufu wa Mungu uliopotea sababu ya ya mazoea. Kurejesha utukufu wa Mungu uliopotea sababu ya roho ya mazoea. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya nne mstari wa kwanza, Biblia inasema ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli, nao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani, wakatua karibu na Ebenezeri, nao Wafilisti wakatua huko Afeki. Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli, nao walipigana. Waisraeli wakapigwa na Wafilisti, waliwaua karibu elfu nne katika uwanja wa vita. Hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Twende tukalete sanduku la agano la Bwana kutoka Shilo hadi huku, lije kati yetu na kutuokoa katika mikono ya adui zetu. Basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi, akae juu ya makelubi. Na Hofili na Fineasi wana wawili wa Eli walikuwako huko pamoja na sanduku la Mungu. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambili, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma nao Wafilisti waliposikia mshindo wa kelele zile walisema, maana yake nini? Mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waebrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini. Wafilisti wakaogopa, maana walisema Mungu ameingia kambini. Wakasema, ole wetu, kwani halijawahi kuwa jambo kama hili tangu wapo. Ole wetu ni nani anayeweza kutokoa kwa miungu hao wenye nguvu? Hawa ndio miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna. Jambwana, jipeni moyo na kufanya kiume, enyi Wafilisti, msiye mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wewe. Fanyeni kiume. Kapigana nao, Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa wakakimbia, kila mtu waimani kwake Wakaoa watu wengi sana, maana katika Israeli walianguka watu elfu thelathini walioenda vitani kinatuelezea kwa habari ya vita vya Wafilisti na taifa la Israeli. Taifa la Israeli ni taifa ambalo Mungu alilichagua kwa ajili ya kuonyesha ulimwengu namna gani yeye ni muweza katika mambo yote. Ni namna gani Mungu alivyomuumba? Ni namna gani Mungu alivyomkuu mkuu zaidi ya miungu yote? Taifa la, la Wafilisti ni taifa ambalo historia yake inachimbuka kutoka katika sehemu inaitwa Kaftori, visiwa vya Crete, sehemu ya Ugiriki au alikuwa ni watu ambao ni hodari wa vita, na kipindi kile wanapambana vita na Ezeni, wenyewe walikuwa wameshaendelea katika teknolojia ya chuma. Ukiangalia pindi ambapo walikuwa wanapambana Wafilisti na Waisraeli. Waisraeli wenyewe walikuwa wanatumia silaha za shaba, lakini Wafilisti walikuwa wanatumia silaha za chuma. Kwa hiyo taifa ambalo lilikuwa la wapiganaji kwelikweli. Sasa vita vilikuwepo kati ya Wafilisti na Waisraeli, katika vita ambayo ilifanyika sehemu moja inayoitwa Ebenezeli, ndio maana inaitwa vita vya Ebenezeli, kwamba hivi ni vita ambavyo vilikuwa vinahusianisha kati ya taifa la Israeli na taifa la Wafilisti. Wafilisti walipotoka katika visiwa vya Crete waliamia maeneo karibu na sehemu ya Kanani, walikaa miji ya Gaza, Ashdodi, walikaa miji ya Gaza, Ashdodi wakakaa sehemu inaitwa Gasi ambapo liko walikotokea Goliathi, na walikaa sehemu inaitwa Ekroni. Sasa walipokuwa wanaendelea na vita, taifa la Israeli likapigwa sana. Biblia inasema kwamba watu elfu nne wakafa. Walipokuwa wamekufa, wazee wa Israeli wakakaa wakasema, mbona leo Bwana ametupiga mbele ya ndugu zetu? Na hawajazoea kupigwa, sababu Waisraeli walikuwa ni watu ambao wanashinda vita sana. Na kwa nini walikuwa wanashinda vita? Kwa sababu Mungu alikuwa akiwapigania. Musa, kipindi kile, anawatoa Waisraeli katika taifa la Misri, walipofika kwenye bahari, wanaona bahari wanaona mlima nyuma, wanaona maadui wanakuja, wa Misri, anakuja Farao, anakuja jeshi lake. Waisraeli wakamlilia sana Musa, wakasema ni kwa nini umetutoa huku Misri ili nilifanya ushiku kwa sababu sanduku liliwakilisha uwepo wa Bwana. Wakasema na tukalichukue sanduku. Na kipindi hicho sanduku lilikuwa inapaa eneo lililoitwa Shilo. Kule Shilo ndiyo sehemu ambapo Waisraeli walifanya ibada zao, na kuhani katika eneo hilo alikuwa anaitwa kuhani welu. Kuhani Eli ndiye aliyekuwa anaendesha ibada hiyo Basi Bwana aliwachukia sana watoto wa heri haya, wakasema tukalilete sanduku. Na sanduku lilitengenezwa kwa maelekezo ya Mungu ambayo alimpatia Musa katika mlima Sinai, na ndani ya sanduku lilikuwepo kopo la dhahabu ambalo lilikuwa na mana. Mana ni chakula ambacho wa ya sanduku le alikuemo mawe yale mawe ya agano na pia ilikuwepo fumu ya rudi iliyochipuka. Kwa sanduku lilikuwa vinawakilisha uwepo wa Mungu, na walipokuwa wakivuka Yordani, walimoikabulia sanduku hiyo, Yordani ikagawanyika. Sanduku kilikuwa ni kitu chenye thamani katika taifa la Israeli. Wanasema, ngoja tukanichukue sanduku ili tukileta sanduku katika vita nitaweza kukushindia, lakini hawakuelewa. Katikati ya watu ambao walikuwa wametumwa kwenda kuchukua sanduku walikuene wana wa Heli, Hofni na Finehasi ambao Bwana alikuwa amewakataa